Inifunike tena jioni ya leo katika jina la Yesu Kristo, ninaamrisha kila nguvu iliyo ndani yangu inayopatikana katika madhabahu yako itende kazi sawasawa sawa. Wakati ninapoomba e Bwana katika jina la Yesu Kristo, ipigane na kila kiombe cha uhadibifu kinyume na maisha yangu kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu ninaharibu kila mipango ya giza juu ya maisha yangu kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo ninavunja mashetani, ninavunja uchawi, ninaharibu uganga, ninaharibu mizimu inayotumwa kinyume changu kwa jina la Yesu. Na muharibu mchawi anayeharibu maisha yangu kwa jina la Yesu, popote alipo, haijalishi umbali, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Tuende mbele za Mungu sasa. Kila mmoja anza kuomba. Vunja ngome, piga ngome yote iliyoharibu maisha yako. Shambulia kwa jina la Yesu. Katika damu, katika damu ya Yesu, mwana wa Mungu aliye hai. Ninaachilia moto wa Mungu kwenye ulimwengu wa roho katika jina la Yesu. Ninaitisha moto wako Bwana kwa damu na daa. Ninaita moto wa Mungu katika jina la Yesu kwa nguvu ya msalaba. Ninaitisha moto wako. Ninaitisha mamlaka <coughs> yako katika jina la Yesu. Ninaita moto wako, wako kwa jina la Yesu. Wako Bwana kwa jina la Yesu. Moto, kwa jina la Yesu, Yesu, moto, moto Bwana kwa kwa damu ya mwana kondoo kwa damu ya mwana kondoo. Inaita moto wa Mungu sasa katika jina la Yesu. Inaita moto wa Mungu sasa katika jina la Yesu. Inaita moto wa Mungu sasa katika jina la Yesu. Inaita uweza Mungu sasa katika jina la Yesu. Inaita mamlaka ya Mungu sasa katika jina la Yesu. Inaita uweza Mungu sasa katika jina la Yesu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kwa maana imeandikwa, ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Jioni ya leo Bwana, kwa jina la Yesu, ninakutia wewe Jehova, kwa njia maombe, kwa nguvu ya msalaba, kwa damu na kondoo. Kwa maana imeandikwa, kwa kupigwa kwako kwa kwa, sisi tumepona, ulifanyika maskini ili sisi tupate kuwa matajiri, kwa jina la Yesu, kwa damu na mwanakondoo, kwa jina la Yesu, naitumia nguvu ya msalaba, jioni ya leo naitumia ngome ya wa kwa jina la Yesu, kila ngome ya ubaya, moto wa Bwana kwa jina ulimwengu wa roho tunazungusha moto, tunazungusha moto kwa jina la Yesu. Tunazungusha moto wa Bwana kwenye ulimwengu wa roho, ninazungusha moto kwa jina la Yesu. Nazungusha moto kwa damu ya Yesu. Nazungusha moto wa Bwana kwenye ulimwengu wa roho, nazungusha moto kwa jina la Yesu. Shanakapa piga mwana Mungu fanya vita sasa, kwa damu Yesu, fanya vita kwa jina Yesu. Tunazungusha moto nazungusha moto kwa jina Yesu, nazungusha moto kwa jina Yesu. Naipiga ile ngome kwa jina Yesu. Naipiga ile ngome iliyoteka watu wako iliyoteka watu wako kwa jina Yesu. Naipiga ile ngome kwa damu Yesu, naiteketeza kwa jina Yesu, naisambaratisha kwa damu ya Mwanakondoo, kwa damu Yesu, naisambaratisha kwa jina Yesu. Naipiga ile ngome kwa jina Yesu, inaachilia moto wa Bwana inaachilia moto wa Bwana inaachilia moto wa Bwana kwa jina Yesu, inaachilia moto wa Bwana kwa jina Yesu, inaachilia moto wa Bwana kwa jina Yesu, naipiga ile ngome naipiga ile ngome kwa jina Yesu, naipiga ile ngome kwa damu ya Yesu, navunja kwa jina Yesu, nateketeza mamlaka za giza kwa jina Yesu, napiga na ponda kwa jina Yesu, navunja kwa jina Yesu, kwa jina Yesu, inaachilia moto inaachilia moto kwa jina Yesu, napiga kwenye anga napiga kwenye napiga kwenye milima na piga kwenye mabondo kwa jina Yesu ninaachilia moto ninaachilia moto wa Bwana kwa jina la Yesu, ninapiga kwa jina la Yesu, napiga ile ngome kwa jina la Yesu, napiga ule ukuta kwa jina la Yesu, uliokwenye ulimwengu wa roho kwa jina la Yesu. Namna yoyote ya kubadilishiwa vitu, watu wa Mungu, navunja kwa jina la Yesu, navunja kwa jina la Yesu. Shambulia kila namna ya kubadilishiwa. Imeandikwa yule mwanamke akambadilishia mwenzake mtoto akamwekea mtoto aliyekufa, kwa jina la Yesu, watu waliobadilisha mawazo yako wakakuwekea mawazo iliyokufa wakakuwekea hatua zilizokufa kwa jina la Yesu. Watu waliobadilisha uzima wako kuwa mauti kwa jina la Yesu, piga leo, achilia upanga bwana juu yao kwa jina la Yesu. Wamebadilisha hatua zako, wamekupa hatua zilizokufa kwa jina la Yesu. Kataa leo kwa jina la Yesu, mwambie Bwana hatua zangu ziko hai, za kwao ndio zimekufa kwa jina la Yesu. Mwambie Bwana mali zangu ziko hai, za kwao zimekufa kwa jina la Yesu. Wamekubadilishia wanasema

badili hatua, yenye pige badili hatua. Nitaleta mauti kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Nakunja, nakataa kwa jina la Yesu. Atua zetu ziko hai. Safkani ndio zimekufa kwa jina la Yesu. Kanda walakondao, yenye mashaitani, yenye majoka, yenye mezamo kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Jambo ko Saba, imeandikwa. Mungu sio Mungu wa wafu, ni wa walio hai kwa jina la Yesu. Natamka leo, natamka leo kwa jina la Yesu. Maisha ya watu wa Mungu yawe hai. Baraka zao nizilizo mtaji wao ni ulio hai, hatua zao ni zilizo hai kwa jina la Yesu. Pinga kuna makombo ikapo bima shaba kwa jina Yesu, kwa jina Yesu, kila kilichokufa walichoweka kwenye maisha yetu na kipiga na kiondoa kwa jina Yesu. Kwa maana Yesu alitupa roho ya uzima sio ya kifo kwa jina Yesu, kwa jina Yesu, kila kilichokufa kilichosukumiwa kwenye maisha yetu, mawazo mfu na napiga kwa jina Yesu, akili iliyokufa kwa jina Yesu, imani iliyokufa moyo iliyokufa hautaleta kwetu kwa jina Yesu. Kataa kataa, sukumia mbali noa kila kilichokufa sio cha kwako kwako, bali kilicho hai ndio cha kwako, kwa jina Yesu, kwa jina Yesu, ile ngome ya mauti, ile ngome ya mauti, kwa jina Yesu, inayong'ang'ana kuua kila kitu kwenye maisha yako, kataa, kwa jina Yesu, kataa, kwa jina Yesu, kwa jina Yesu, kwa jina Yesu, kwa jina Yesu, kuanzia sasa, kuanzia sasa, roho ya uhai, roho ya uhai, ile kutenda kwenye maisha yako, kwenye kazi yako, kwenye uzao wako, kwenye imani yako, kwa jina Yesu, kwa jina Yesu, roho ya uhai, roho ya uhai

shandekosaba kwa jina wevo, kataa vilivyokufa, kataa vilivyokufa kwa jina wevo. Wanakusukumia wewe roho za kifo, roho za kifo, ili upate vitu vilivyokufa Bia shana, bia ukipata biashara hiyo inakufa, ukipata watoto wewe wabia wa kifo. Kwa jina Yesu, kataa wewe ya kifo juu ya maisha yako. Ukipata vitu vio vinakufa, mifugo inakufa, mali zinaharibika zinakufa, kwa jina Yesu, simu zinakufa, kila kitu kinakufa, kataa kwa jina Yesu. Mwambie Bwana leo vya kwangu ndio viko hai vya kwao ndio vimekufa, kwa jina Yesu. Mwambie Bwana, mwambie Bwana achilia roho bwa ya uzima, roho ya uhai kwa jina Yesu, roho ya uhai kwa jina Yesu, kwa jina Yesu, kwa jina Yesu, mawazo yako yawe hai kwa jina Yesu, kwa jina Yesu, uwe mfu kwa habari ya dhambi, kwa habari ya haki uwe hai kwa jina Yesu, kwa jina Yesu, natamka utajiri wako uwe hai, utajiri wako usife kwa jina Yesu, baraka zako zisife kwa jina Yesu, natamka uzima, natamka hekima yako uwe hai kwa jina Yesu, uwe hai, uwe hai usiku, uwe hai mchana, unapolala uwe hai kwa jina Yesu, kwa jina Yesu, uwe ule muda uliopanga kuomba ukifika uamke uyo hai kwa jina la Yesu. Yale yale masaa uliyopanga kuomba yakifika, Mungu akuamshe kwa maana uko hai kwa jina la Yesu. Watu wamefika usingizi kama kifo, wanasema akilala alale kama aliyekufa kwa jina la Yesu. Nang'oa roho hiyo, itoke ndani yako kwa jina la Yesu. Roho ya kuchelewesha, roho ya kuchelewesha kwa jina la Yesu. Kulazwa kama mauti, kulazwa kama mauti kwa jina la Yesu. Uzito wa mwili, uchovu wa mauti, usingizi wa mauti. Kwa jina Yesu, na boa leo toka ndani ya watu, achia watu wa Bwana leo kwa jina Yesu. Kwa jina Yesu, kwa jina Yesu, kwa jina Yesu, kwa jina Yesu, wamekufunga kifungo cha kifo, wamekwambia usiwe na hatua kama maiti ilivyo huwo, hivo hivyo, kwa jina Yesu, tunapiga tunapamoa kifungo cha mauti kwa jina Yesu, kifungo cha kifo leo. Napiga leo nawesha moto

shaka kapa Mungu na mashaka kapa, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, waachie maisha yako, waachie hatua zako, waachie nafsi yako, waachie roho yako kwa jina la Yesu, waachie wote kwa damu ya Yesu, waachie kwa jina la Yesu. Tunasambaratisha, tunapiga, tunavunja, tunapoa kwa jina la Yesu, waachie kwa damu ya Yesu, waachie tunakomboa kwa jina la Yesu. Mfano wa kitu chochote uliowekwa kwenye umemgawo usimamie maisha yako kwa jina la Yesu maiki iliyowekwa angani, maiki iliyowekwa baharini, maiki iliyowekwa changwani, watasema maiki hii kama ili

Leo nakuteketeza kwa jina Yesu. Ewe mifupa mikavu, ewe mifupa mikavu unayeishi kwa jina la maiti, kwa jina la mtu, kwa jina la familia, kwa jina la taasisi, kwa damu ya Yesu na kuteketeza. Ninashusha moto kwa jina Yesu, ninashusha moto wa Bwana kwenye ulimwengu wa roho. Uchawi wote wa aina hiyo na uteketeza kwa jina Yesu, popote ulipofanyikia iwe jangwani au baharini au kuzimuni mlimani au msituni kwa jina Yesu, nateketeza. Inaachilia moto shetabu, inaachilia moto. Namkomboa mtu mmoja kwa jina Yesu. Namkomboa mtu mmoja kutoka kwenye kifungo hicho kwa jina la Yesu. Namkomboa mtu mmoja kutoka kwenye kifungo hicho kwa jina la Yesu. Namkomboa mtu mmoja kutoka kwenye kifungo hicho kwa jina la Yesu. Namkomboa mwanamke mmoja kifungo hicho kwa jina la Yesu. Na mkomboa mwanaume mmoja kutoka kwenye kifungo hicho kwa jina la Yesu. Na mkomboa familia kutoka kwenye kifungo hicho kwa jina la Yesu. Na mkomboa taasisi kutoka kwenye kifungo hicho kwa jina la Yesu. Na mkomboa huduma kutoka kwenye kifungo hicho kwa jina la Yesu. Na mkomboa mtu wa Mungu kutoka kwenye kifungo hicho kwa jina la Yesu. Natuma moto wa Bwana napeleka moto kwa jina la Yesu. Hii ni saa ya vita kwa jina la Yesu. Ninatuma upano wa Bwana kwa jina la Yesu. Ninapeleka upano kwa Bwana kwa jina Yesu. Nateketeza kwa jina Yesu. Nateketeza kwa jina Yesu. Iwe ni leta kwa namna kichawi wakaleta nyumbani kwako, wakafika kwenye ardhi yako, wakaweka zindiko la kipepo la kichawi, la kishetani na namna hiyo. Napamoa kwa jina Yesu. Napamoa kwa jina Yesu. Navunja na ngoma matambiko yote yaliyofanywa na wao kwa jina la Yesu. Nateketeza moto wa Bwana ukafune moto wao kwa maneno maandiko. Neno Mungu ni moto lao, nami naliachilia. Katika ardhi popote walikuweka maiti iliyokaushwa kichawi na kishetani ili kuharibu maisha yako kwa jina la Yesu, kwa mfano wa chochote, na teketeza kwa jina la Yesu. Na pomoa kwa jina la Yesu. Ninaharibu haribu kwa jina la Yesu. ishanu la magava ono na mashagava kwa maana sema usijifanyi mfano wa kitu chochote kilicho duniani wala kilicho mbinguni juu mashetani na wachawi wanafanya mfano wa vitu ili kufunga maisha watu hatua za watu na hatima za watu lakini kama Mungu baba aishivyo leo kwa jina la Yesu anasambaratisha mfano wa kitu chochote mfano wa marehemu mfano wa kilichokufa mfano wa maiti ya kale walioweka mahali popote wakafunga wakaita jina la wa familia yako wakaita jina la wa maisha yako wakasema kama maiti usiweza kuondoka kaburi yoyote iliyochamuliwa kule makaburini popote, wakaitumia matambiko, wakafanya uchawi, wakaita jina kaburi hiyo, wakaipa jina la familia yako, wakamtabiria maiti, wakamwambia yule maiti, kama ulivyolala hapa ndivyo mwanaume huyu atakavyolala kimaisha, hatafanikiwa, hatapenya, hatapata mpaka kufa kwake. Leo nasema Yesu Kristo ni mbudia ufufuo leo kwa...